Msafara wa watumishi na wanafunzi wa MUM uliwasili mapema katika kituo hicho, ambapo waliomba dua, kuandaa chakula na hatimaye kuftari pamoja na watoto yatima. Kwani lengo letu ilikuwa ni kuja kuwapa faraja y watoto hawa na kuishi nao na kuonyesha kwamba wao hawako kwa peke yao, kulingana na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuhusia kuhusiana na mayatima. Tumekuja kwa hasa mambo mawili. Jambo la mwanzo kusaidia baadhi ya shughuli katika eneo hili lakini jambo la pili ku, ku, ku, kuwafariji au kusocialize na vijana ambao tumewakuta hapa. Ndio hasa mambo ambayo ametuleta hapa. Kulea yatima ni jukumu la kila mmoja katika jamii, ni miongoni mwa mambo yaliyokumbushwa na wanafunzi hao, kama anavyobainisha rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Waislamu Morogoro, Mumso adam Hamis Sikimai. Mimi nimefurahi sana na nimefarijika siku ya leo kuja kwa watoto hawa, kuja kucheza nao, kusema nao e, na wao wafurahi, wajisikie ni sehemu ya Watanzania. E, kwa ujumla mafunzo ni mengi na tunapaswa kujifunza hasa na kuyachukua na kuona ni sehemu ya jamii yetu, kuishi vizuri na kuwalea watoto hawa. Tukipata mwenye sabuni, mwenye nguo, mwenye chochote, aje awasalimie watoto hawa. Mlezi wa kituo hicho, Oktiraya Subaha, amewashukuru wanafunzi wa chuo hicho sambamba na wanafunzi wa vyuo vingine ndani ya Morogoro kwa kuendelea kumshika mkono kwa nyakati tofauti. E, nipende kuwashukuru Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro kwa kuweza kuja kufurahi na watoto na kufuturu pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza awalipe wanafunzi hawa, kwa sababu chuo changu, mara nyingi, wanafunzi wengi wanapenda kuja hapa, tunakaa pamoja, tunakula pamoja, tunashare pamoja. Wanafunzi wengi, mnanisupport sana. Watu wanajiuliza kwa nini ukitiraya hangaiki haumizi kichwa. Wanafunzi mna mchango mkubwa sana mkijiorganize, kwa uchache wenu na udogo wenu, pesa zenu mnaona ni ndogo, lakini mnafanya mambo makubwa katika kituo hichi. Vyuo vyote vya Morogoro, Mwenyezi Mungu atavilipa, na havifanyiwe pesa kila jambo, vyuo vyote vya Morogoro. Kituo cha malezi ya watoto yatima cha Raya kimekuwa ni faraja kubwa kwa watoto wengi ambao wazazi wao wametangulia mbele ya haki na wale wanaoishi katika mazingira magumu. Nikiripoti kutokea mkoani Morogoro, Ramadan Idilimu, wa Mahasin TV.